Bodi ya utalii nchini imetakiwa kuongeza mikakati ya kuuza taifa hili baada ya serikali ya Uingereza kuondoa marufuku ya raia wake kuzuru kaunti ya Mombasa, Kilifi na eneo la Watamu. Sofia Mwakio na taarifa zaidi kuhusu taarifa hiyo. Sekta ya utalii ni mojawapo ya sekta zinazochangia pakubwa katika uchumi wa taifa hili. Vigezo vya watalii kutoka mataifa tofauti ikiwemo Uingereza vilivyowekwa yapata mwaka mmoja na miezi miwili vimeathiri pakubwa sekta hiyo kutokana na kupungua kwa idadi ya watalii. Kufuatia hatua ya serikali ya Uingereza kuondoa marufuku ya raia wake kuzuru maeneo tofauti nchini Kenya, wadau katika sekta hiyo wana kila sababu ya kutabasamu. Mkurugenzi mkuu wa hoteli ya Voyager ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha wadau wa sekta ya utalii nchini, Mohamed Hersi amesema hatua hiyo imetokana na ushirikiano kuhusu masuala tofauti, ikiwemo usalama, na akataja kuwa bodi ya utalii inakumbwa na changamoto ya ukosefu wa fedha za kutosha. Tunashirikiana sisi na KTV na KTV wanajua wanatakana kufanya na uh, changamoto kubwa kwao kila siku huwa ni kosa hela. Lakini kwa sababu sasa watakuwa wamepata hizo pesa, itakuwa ni rahisi sana kwa sababu tuna wale marketing representative destination wa kwa Uingereza ambao ni kampuni ambayo inasifika na inajulikana. Wakipewa hela wale, itakuwa ni rahisi sana waweza kutuuza na kuna ile kampuni ambayo pia ilichaguliwa ya grilling ambayo anatufanyia ile PR kule Uingereza. Uh, kwa hivyo hizo shirika zote wakeza kushirikiana na sisi pia na jopo letu ndogo pia tukiweza kufanya kampeni yetu kama hoteli yako, kampuni yako, basi itakuwa ni jambo ambalo wageni wataanza kurudi polepole. Aidha, Hersi ameongeza kuwa licha ya sekta ya utalii kutengewa mgao wa shilingi bilioni sita katika bajeti ya mwaka 2015-2016 iliyosomwa juma lililopita, wangependa kuona kuwa fedha hizo zinatolewa mapema. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa Kenya Safari Lodges and Hotels, Silas Kiti, ameongeza kuwa kufuatia kutupiliwa mbali kwa vigezo hivyo ambavyo vimpelekea watu wengi kupoteza ajira wanataraji ya kuwa uchumi utaimarika kwa awamu tofauti. Zaidi ya hoteli ishirini na tatu ama thelathini zimefungwa mpaka sasa, zilikuwa zimefungwa na matarajio yao yalikuwa ni sana ziwe zinaweza kufunguliwa e, mwezi ujao. Wengi wamekosa kazi, karibu zaidi anusu ya nusu ya wafanyakazi wameenda nyumbani, kwa sababu kilikuwa e, nyumba ni tupu. Na katika hali hiyo si kwamba e, wafanyakazi wameumia peke yake wale wote wafanya biashara ambao walikuwa wana, wana, wanafanya biashara na na na, na, na, na, hizi eh, mahoteli nyingi, pia wamekosa kazi kwa sababu wengine walikuwa wanauza vitu vidogo vidogo ambavyo vilikuwa vinahusiana na utalii. Wote wamebidi wamefunga biashara kwa sababu hawana watu wa kuwauzia. Wakati huo huo, Daniel Musila ambaye anajihusisha na biashara ya kuuza vinyago katika ufuo wa bahari amesema anatarajia kuimarika kwa biashara baada ya biashara kudorora kwa muda mrefu. Matarajio tuko nayo kama watakuja watalii, manake mbaya leo. Kwa mfano, leo hakuna watalii kabisa kama vile navyoona, lakini kama watakuja, tuna matarajio, maybe By the end of uh, July tunaambiwa kutakuwa na watalii kwa hivyo, We are expecting them to come. Na kija tutakuwa na biashara nzuri. Ni afueni kwa wadau wa sekta ya utalii baada ya serikali ya Uingereza kutoa vikwazo vya watalii kutoka taifa la Uingereza kuzuru maeneo tofauti ikiwemo Mombasa, Kilifi na Watamu. Huenda ikawa Krismasi imekuja mapema kwa sekta ya utalii. Sofia Mwakio, Pwani TV habari za mwambao.